Hii ni dakika moja na jovin chafu, usiache kusubscribe. Nitasoma kitabu cha mwanzo sura ya tatu na ule mstari wa 17. Biblia inasema, asema akamwambia Adam, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukana matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiyale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Nataka niseme nini na wewe msikilizaji ambao unanisikiliza wakati huu zipo sauti nyingi sana katika maisha yako, lakini hizo sauti zimekuwa na nguvu sana, na sauti hizo umekuwa ukizipenda, na sauti hizo pindi unapozisikia imekuwa ni faraja kwako kutamani kuendelea kuzisikiliza. Nina neno moja na wewe, ya kwamba, pima kila sauti inayokuja katika maisha yako. Sauti nyingine zimebeba kukutoa mbali na Edeni ambayo Mungu amekuweka wewe kama Adamu uketi kama mlinzi utunze bustani hiyo. Maana hata Adam aliposimama kwa kusikiliza sauti ya mkewe basi akakaa mbali na maisha mazuri matakatifu ambayo Mungu alikuwa amemweka kwa kumuhekimisha. Kwa hiyo chunga, pima kila sauti inayokujia, pima kila sauti imelenga ufanye kitu gani. Basi ikiwa ni jambo baya, kabla utendaji umepima na kutamba kwamba hili ni jambo baya, ni afadhali kukaa kando, kutoitii sauti hiyo maana lait kama Adam asingesikiliza sauti ya mke wake, hakika mimi na wewe leo hii tusingekuwa na maisha kama tuliyo nayo. Lakini kwa sababu alisikiliza kitu kinachota sauti, ndipo ambapo akafarakana na kusudi la Mungu. Vivyo hivyo, uwe makini na sauti inayokuja. Sauti imebeba nguvu, sauti imebeba nguvu ambayo inaweza kukupeleka katika kufanya kusudi la Mungu au kutoka nje na Mungu akubariki sana.